Nyoo zetu zateseka, akili zetu zateseka, hatuna utulivu na maisha. Ni kwa sababu tuna tabia ya kumwangalia aliye juu siku zote. Kumwangalia aliye juu, hautokuwa na kanaa, utataka kuwa mfano wake, kutaka kuwa mfano wake, huna uwezo wa kuwa mfano wake. Ndio pale sasa unaiba cha huyu, unachukua cha huyu, hujali tena wewe, mali unayochuma

yale ambayo kwamba atatufaa katika maisha yetu ya duniani mafupi na maisha marefu ya kesho akhera, ambayo kwamba yana mwanzo yana mwisho. Leo inshallah katika kuangalia angalia tukaona tukumbushane au tukamate maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo kwamba maneno kama haya ni jawami alkalimi, ni katika yale maneno mafupi ambayo Mtume ameeleza lakini maana yake ni kubwa kwa mwanadamu. Ni maneno au ni hadithi ambayo kwamba yamwelekeza mwanadamu vile vile, kama tulivyoeleza wiki iliyopita yale ambayo kwamba yatamnufaisha yatamsaidia katika maisha haya mafupi ya dunia na maisha marefu ya kesho akhira, na ni hadithi ambayo kwamba wengi wetu tutaifahamu, tutaisoma, watoto madarasa wanaisoma, wanafunzi misikitini tutaisikia, lakini tumependa tumependa kukumbushana hadithi kama hii kwa sababu ina umuhimu katika maisha yetu hapa duniani.

vyaregea katika asli ya cha kwanza, kipande cha pili na kipande cha tatu cha regea katika asli ya kipande cha kwanza cha ittaqillah. Na hadithi kama hii, kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa leo tutaweza kuigawanya katika sehemu tatu insha allah. Kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, tutaeleza kifungu cha kwanza leo, na ikiwa fursa itakuwa bado iko tutaongeza cha pili. Kama hakuna inshallah, wiki ijayo tutaeleza kipindi cha pili kile na kipindi cha tatu. Lengo na madhumuni kwenda polepole hivi ni hadithi kama hii iingie katika nyoyo zetu, iingie katika maisha yetu, tuweze kuifanyia kazi ndani ya maisha yetu. Ni hadithi kama nilivyoeleza, ni katika jawami ya ilkalimi. Tuma amesema vitu vitatu: ittaqillaha haithu maqunt, muogope Mwenyezi Mungu popote wapo wa atbi'i sayi'ata alhasanata tamhuha, na utakapoteleza kama mwanadamu, na ndio binadamu ukamkosea Allah subhanahu wa ta'ala, basi Mtume akatupa njia akamwambia, atbil hasana wa atbis sayyiatal hasanata, fatisha baya kwa zuri, tamhuha, lile zuri litafuta lile baya. Wa khaliqin nas, Mtume akamalizia kumfundisha mwanadamu namna gani anafaa kuishi maisha katika maisha ya dunia na wenzake, akasema wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, tangamana na watu katika tangamano zuri, au ishi nao vizuri kwanza kabisa na ni hadithi kama hii, huyu mpokezi wa hadithi ana mambo muhimu, au ana maelezo muhimu ambayo kwamba ni muhimu, si so Waislamu kuyajua mambo kama haya. La kwanza, jina lake kamili la mpokezi wa hadithi kama hii ambayo kwamba ni Abi Dharrin Jundub bin Junadata, ni Jundub bin Junadata bin Sufyan bin Ubaid bin Hiram min Bani Ghifar, ni katika kabila la Bani Ghifar ni katika masahaba wa mwanzo waliosilimu na kutangulia katika Uislamu al-awwalina alsabiqina fil Islam. Pili, ni katika wale masahaba ambao kwamba walikuwa ni wajuu au ni watukufu au ni katika wa mbele kabisa kupokea hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni katika masahaba ambao kwamba walikuja kwa Mtume asalam, wakaupokea Uislamu wakausoma Uislamu na baada ya kuufahamu Uislamu ni katika wale ambao kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwatuma kurejea katika miji yao na kuwafundisha watu wao dini au yale aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini falamma hajara an-nabiyu sallallahu alaihi wasallam hajara ilay Abu Dharr radhiyallahu anhu, lakini Mtume alivyotoka Maka, alifanya hijra kutoka Maka kwenda Madina, Abidhari akagura na Mtume sallallahu alaihi wasallam, walazamahu ulama wanasema

la kumweleza sahaba kama huyu ni katika wa mwanzo waliomsalimia mtume sallallahu wasallam, na salamu ya Kiislamu, assalamu alaikum wa barakatuh. Ni katika ale masahaba ambao kwamba ni wa mwanzo walimsalimia mtume sallallahu wasallam katika salamu ya Kiislamu. Ibn Hajar lhaithami yasema kueleza hadithi kama hii asema hadha alhadith, jamiun lisairi ahkami shariati, ni hadithi ambayo imekusanya sawa baadhi au mingi katika ahkamu za kisheria ya Kiislamu. Na ndio maana tukasema mwanzo, ni katika jawamii lkalimi, ni katika yale maneno ya mtume mafupi, lakini maana yake ni kubwa, na ndiyo maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yalivyo. Mtume anasema jambo dogo, lakini ulama wakija wakieleza wanaeleza vitabu baada ya vitabu, kwa sababu mtume katika mambo aliyopewa kas zake maneno yake ni jawami'il kalimi. Ni kama mfano ambao kwamba hutoa kila siku katika madarasa, kusema, unapomwambia mtu gari hilo, maana yake gari limefika karibu, lataka kugonga, hepa. Basi hao ndio maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam, akasema: ittaqillaha haithu ma kunta. Nini maana taqwallah ambalo ndio jambo la kwanza ambalo kwamba mtume aa sala amelihimiza katika hadithi kama itaillah haithu, muogope Mwenyezi Mungu popote wapo. Ataqwa ulama wameeleza, masahaba ameeleza, lakini tuangalie maana iliyokusanya upana wa maana ya taqwallah ni pale Sayyiduna Ali radhiallahu anhu alipoeleza taqwllah, kasema wal khawfu min jalil

Umuogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unapokuwa na watu. Umuogope Mwenyezi Mungu unapokuwa na mkeo. Umuogope Mwenyezi Mungu juu ya watoto wako. Umuogope Mwenyezi Mungu juu ya raia walioko chini yako. Mfanyikazi, umuogope Mwenyezi Mungu juu ya mali ya tajiri yako. Umuogope Mwenyezi Mungu katika biashara yako. Umuogope Mwenyezi Mungu katika muamala wako na watu wengine. Hii ndio maana ya taqwallah. Sheikh Abdullah akasema al-khawfu min al-jalil. Taqwallahi, maana yake ni mtu kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na wallahi hakuna raha ya maisha ya haya dunia ambayo tunaishi ikiwa hatutokuwa na uchaji Mungu. Na ndio maana katika siri ya uchaji Mungu, Allah subhanahu wa taala hakuwahimiza waumini peke yake, Allah akahimiza wanadamu wote wawe na uchaji Mungu kwa sababu ndio salahu dunia, ndio kutengea, kusuluhia na maisha duniani kuwa bora ni watu kuona uchaji Mungu. Allah akasema ya ayuha nasu taquu rabbakum ladhi khalaqakum min nafsi wahida. Allah subhanahu wa ta'ala akahimiza wanadamu wote juu ya kumchanani Allah subhanahu wa ta'ala. Tabu, balaa, shida, makero, matatizo ambayo kwamba tuyapitia katika ulimwengu kama huu ni kwamba wanadamu wengi wetu au baadhi yetu hatuna takwa Allah. Sio Islamu, sio soko Islamu, si raiya si viongozi si mfanyi kazi si tajiri si baba pale nyumbani si mama pale nyumbani si mtoto si jirani. Linapokusikaniwa jambo zima la takwallahi, kuna kuwa na balaa, shida, tabu, dhiki, chuki zinaingia na nyoyo. Kwa nini huyu amemdhulumu yule? Kwa nini amemdhulumu? Kwa sababu hana takwallahi. Huyu amemonea yule, kwa nini? Hakuna takwallahi, kunaingia chuki, kunaingia balaa, kunaingia kutopendana. Kwa hivyo, sababu ya balaa zote za duniani ni kwa sababu ya kusikaniwa uchaji Mungu. Na ndio maana pia ni mtu kuifanyia kazi, ifahamu swala, ijue swala, isimamishe swala kwa wakati wake. Qurani yakwambia fanya muamala na watu nao watoto wako Sidna Ali wakataeleza takwa Allah akasema, wal amal bi tanzil. Katika mambo au maelezo ya takwa Allah ni mtu kuifuata na kuifanyia kazi al-Qur'an al-Karim. Qur'an inatufunza vipi hivi? Na tukatazane nini, hivi qadira uwezo wako Muislamu uweze kuendana, yani maisha yako yawe barabara, yake nidhamu yake ramani yake mfumo wake, ni mfumo wa Alquran Alkarim. Haya ndo mafanikio utayapata Muislamu na, na maisha yako. Kwa hivyo alamal bitanzil, na kuifanyia kazi Alquran Alkarim. Walqanaatu bilqalil, Sidna Ali katika kueleza takwallah akasema walqanaatu bilqalil, na mtu kutosheka na kichache Dhulma zimezidi, wizi umezidi, kuoneana kumezidi, kwa sababu hatuja kinai na katika mambo ambayo kwamba yatutesa leo katika maisha. Leo nyoo zetu zateseka, akili zetu zateseka, hatuna utulivu na maisha, ni kwa sababu tuna tabia ya kumwangalia aliye juu siku zote. Kumwangalia aliye juu, hautokuwa na kanaa, utataka kwa mfano wake, kutaka kwa mfano wake, huna uwezo kwa mfano wake, ndio pale unaiba cha huyu unachukua cha huyu, hujali tena wewe mali unaochuma ni ya halali ni ya haramu, kwa sababu wataka kuwa kama fulani. Wewe hujui ile fulani yake ni ya halali au ni ya haramu, hujui fulani alichukua muda gani kufika pale alipofika, hujui fulani alipitia hapi paka afika pale alipofikia. Kwa hivyo, Sidina Ali akasema katika kuieleza takwallahi walqana'atu bilqalil, na hakuna jambo la raha, jambo lenye utulivu, jambo zuri katika maisha mwanadamu kama kuwa na kanaa Wallahi, elfu moja yako ukakinainayo, ukakina utadhania una milioni moja katika mfuko wako. Kinaina na milioni moja kama huna kanaa katika maisha yako, wallahi utajiona una shilingi mia moja. Na Mtume akatuambia kutufundisha kupata raha na amani na utulivu wa maisha haya duniani, ni mtu siku zote aangalie walioko chini, asiangalie aliye aliye juu kwa sababu hila kumwangalia leo chini litakufanya ushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Pengine mathalan mwanadamu au unadhiki kupanda matatu au na tabu haina stara mathalan sawa? Lakini shukuru utashukuru kivipi ukimwangalia mtu ambaye kwamba yuko kanyaga mguu, Ukimwona anatembea na mguu utasema alhamdulillah ya neema kwamba Allah amekujalia wewe waweza kupata fea kupanda matatu kastirika. Unapotembea na mguu mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kinai na lile kwa sababu kuna mwingine atembea na mikono yake, miguu yake ifanye kazi. Kuna mwingine kwa nyumbani amekaa tamani kutoka hawezi. Kwa hivyo katika kuieleza takwallahi, Sayyidina Ali akasema wal qana'atu bil qalil, na mtu kutosheka na kile kichache. La mwisho, Sayyidina Ali akasema wal isti'dal li yawm ar rahil, wal isti'dadu li yawm ar rahil, na mtu kujiandaa na siku ya safari, siku ya kuondoka. Hii siku Mwenyezi Mungu alivyoeleza, alieleza na vitisho vikubwa sana. Kuna maneno au kuna aya tunapozisoma Islamu yatakana tuziangalie bidika kwa undani sana. Allah alipoelezea masuala ya mwanadamu kufa na kurejea kwa Allah alitumia fiili ambayo kwamba ni majhuli, wattaqu yawman turjauna fihi ila Allah, ogopeni siku ambayo kwamba mtaregeshwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wajua, mwanadamu ukijua kesho Ijumaa naregea mahali fulani, utajiandaa, utajipanga, utajiekea wakati wa kuondoka ile wakati utakapofika kesho wakati fulani timu fulani itaje fulani. Lakini ikiwa utaondoshwa bila ya kujua ni siku gani, basi ni jambo la hatari sana. Ndo Allah akasema, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, na muyogope siku ambayo kwamba mtaregeshwa kwa Mwenyezi Mungu. Kwanza Allah ametumia lugha ya kutoeleweka kwamba hutojua ni siku gani utaregeshwa ili ni katika lugha ya ulazima, wattaqu yawman turjauna fihi ila Allah, na miogope siku mtaregeshwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Sidna Ali akielezea takwa Allah katika fungu alipokuwa la nne, cha mwisho akasema, wal isti'dadu li yawmir rahil, maana ya takwa Allah ni mtu ajiandaye na siku kurejea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hadithi kama hii, tumesema tutaeleza kipande kimoja baada ya kimoja, na leo inshaallah

Tumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie nyenye enye kushikamana na hii misingi minne aliyoeleza Saidina Ali radhiallahu anhu katika kueleza maana ya uchaji Mungu. Allah atujalie nyenye kumwogopa Allah, subhanahu wa ta'ala atujalie nyenye kuifuata Qur'ani na mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah atujalie nyenye kukinai na vile vichache ambavyo kwamba tupatia na Allah subhanahu wa ta'ala atujalie lahadhati zetu zote, kutembea kwetu, kulala, kwetu kulala kwetu, kufanya kwetu kazi, ajali yote ambayo tuwafanya ni kheri na katika kujipanga na siku ambayo kwamba tutarejeshwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Allah tujalie tunaporejea kwake, turejee katika hali ambayo kwamba itakuwa ni mzuri na ni yenye kumridhisha ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tujalie kusikia mema na kuyafuata, na kusikia mabaya na kuyaacha. wa wa hadha, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa shukran lakum wa jazakumullahu khairan inshallah.